llahi wa barakatu. Anasema anaitwa Hamisi kutoka Nyakatu, swala lake ni kwamba talaka moja ni talaka, talaka ya kuachana na inachukua muda gani? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa baad, talaka moja inaitwa talaka ya rejiia. Talaka hii muda wake huwa ni miezi mitatu au tohara tatu. Tohara tatu kwa yule mwanamke ambaye bado anaona zile siku zake za mwezi, na inakuwa ni miezi mitatu kwa yule mwanamke ambaye yeye afanyaji, yeye tayari ilishakoma, yeye haoni zile siku za mwisho wa mwezi. Hapa inakuwa ili iwe rejea. Kwa maana baada ya mwanamke kuachwa kitu gani kinachofuatia? Yuko eda. Hakikishe yule bwana kabla haijaisha hiyo miezi mitatu au tohara tatu, tatu amefanyaje? Amemrejea. Akimrejea wakati ule itakuwa ni mke wake, na kama mwisho wake tuliyosema, mwisho ukikoma ule ukomo, ina maana zimeisha, imeisha miezi mitatu, zimeisha tohara tatu, basi baada ya hapo huyu bwana anarejea, lakini rejea yake ni kilugha. Kisheria anaoa upya na si kwamba nao watu hivi, ataposa. Baada ya kuposa akikubaliwa sawa, hajakubaliwa ndiyo isha isha hiyo habari. Kwa maana hiyo, ndugu yangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihin biihsan, talaka ni mara, mara mbili, yani ya kwanza, ya pili baada ya hapo ukae naye kwa wema au muachane kwa wema ambaye ni ya tatu hiyo. Kwa hiyo huu ndio ufafanuzi wa talaka moja kama itakuwa ndivyo ulivyokuwa umekusudia basi majibu yake ndio haya inshallah. Ah, ndugu yetu huyu kutoka Dar es Salaam, ah, anasema ni nani baada ya Rasulullah, anasema chakula basa unza kijana kwenda kuoa bila ya ndugu yoyote kujua katika familia yake wala mzazi au wazazi